Watu wengi wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali mbali na adhabu tofauti tofauti kuweza kuwakataza wapenzi wao kwenye mahusiano waache zile tabia ambazo hawazipendi. Unaweza kuwa na mtu kwenye mahusiano akawa anafanya kitu ambacho ukipendi. Inawezekana akawa na kucheat, inawezekana akawa ni mwongo mwongo, inawezekana akawa ni mwizi, ama tabia nyingine yoyote. Sasa watu wengi wamekuwa wakitumia mbinu tofauti tofauti, ama adhabu tofauti tofauti kuweza kuwakataza hayo mambo, lakini baada ya kupewa adhabu hizo zimekuwa zikionyesha kuwa vichocheo vya kuwafanya waendelee kufanya za na zaidi, badala ya kuacha. Sasa siku ya leo nataka nikuonyeshe mambo makuu mawili ambayo unatakiwa kumfanyia mpenzi wako ili aweze kuacha ile tabia ambayo anaifanya na wewe huitaki. Ataacha mara moja. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele, ili kila nitakapokuwa na kuwekea yale yanayokuhusu juu ya mahusiano na uchumi uwe wa kwanza kuona. Mimi ni mwalimu Jonathan Kwizera. Namba moja, kuwa makini usimwaminishe ama usimfanye yeye aamini kama umeshamkatia tamaa na kumwona katika jicho la uhalifu, yani katika jicho la ile tabia ambayo wewe huipendi. Kama ni malaya, usimfanye aamini kama umeshamwona yeye ni malaya. Kama ni mwizi, usimfanye aamini kama umeshamona ni mwizi. Na kama ni mwongo mwongo, usimfanye aamini kama umeshamchukulia kama yeye ni mwongo, kwa sababu akishaamini, wewe we unamwona kwa tafsiri hiyo, itakuwa ni vigumu sana kubadilika kwa sababu wewe umeshamchukulia katika hiyo taswira. Kwa hiyo hata katika mazingira atakapokuwa anahitaji kufanya kile kitendo ambacho ni kizuri, hatofanya kwa sababu anaamini kwamba hata nikifanya kile kitendo ambacho ni kizuri, mimi siamini kitu. Chukulia mfano, ukiwa na watoto wawili, mmoja ukamwona mwizi na mwingine ukamwona sio mwizi, yule uliyemwona mwizi na unayemwamini kama ni mwizi katika namna yoyote, akiona kitu chochote anaweza kaiba, kwa sababu hata asipoiba yeye utasema ka iba yeye, lakini yule unayemwamini katika mazingira yoyote hatofanya yale maovu, kwa sababu anaamini kwamba unamwamini na hataki kuvunja ile imani ambayo unamwamini wewe. Kwa hiyo kama uko na mtu katika mahusiano ambaye unataka aweze kubadilika na kutenda yale mazuri na kuacha yale ambayo huyapendi wewe tengeneza mazingira ya kumwona katika taswira nzuri ambayo wewe unaitaka na atakuja kubadilika. Mfano, kama umeanza kuona kuna viashiria vya, vya kukuchiti, tengeneza mazingira ya kuzungumza naye, mweleze nimeanza kusikia watu wananiambia kwamba wewe unanichiti, lakini katika hii dunia, miongoni mwa watu unaowaamini kwa kiasi kikubwa ni wewe, na siwezi kuamini kama unafanya hayo mambo. Kwa hiyo mimi nawasikia tu na achana nao, naachana nao. Hata kama unaamini kafanya hilo jambo, ukishamtengenezea hiyo dhana kwamba huamini kama anaweza akafanya, ataweza kuacha mara moja kama la kuchiti alafu, ukaanza kumchapa, utakuwa unakoleza yale mahusiano na yule mtu ambaye anatembea naye, kwa sababu mara nyingi watu wengi wanapopitia magumu ndo wanakuwa wanakoleza ule upendo wao. Ushawahi kusikia mtu anapitia magumu na mtu anakuambia, yani mimi na wewe tulipotoka ni mbali sana, nishawahi kupigwa kwa sababu yako, nishawahi kung'olewa jino kwa sababu yako, kwa hiyo mimi nakupenda sana. Kwa hiyo kuna nyakati nyingine unaweza kufikiri kwamba unatoa ile adhabu kali kwa mtu ili aweze kuacha jambo fulani, kumbe ndo unakoreza ile tabia na kuendelea kushamiri kwa viwango vikubwa sana. namba na mbili, mpe adhabu ya kisaikolojia. Adhabu ya kisaikolojia ni adhabu ambayo inaenda kinyume na matarajio ya mhusika. Mtu anaweza kutenda kosa fulani, ukimkamata tu anajua nikikamatwa tu hapa mi nitapigwa, akajua nikikamatwa tu hapa mi nitatukanwa, akajua mi nikikamatwa tu hapa nitafukuzwa. Sasa adhabu ya kisaikolojia ni adhabu inayoenda kinyume na matarajio ya mhusika. Watafiti wanaamini kwamba adhabu ya kisaikolojia ni adhabu ambayo ina matokeo makubwa sana ya kubadilisha tabia kuliko adhabu yoyote ile ya kuumiza mwili ama ya kutukana kwa maneno. Mfano, umemfumania mpenzi wako ama umemwona na mtu mwingine katika mazingira ambayo walikuwa hawafanyi mambo ya kupendeza, alafu ukapita ukamwambia za saizi ukawasalimia wote, alafu ukaondoka katika yale mazingira. Yalikuwa anategemea usisalimie, ujifiche, ama ufanye kitu kingine. Sasa wewe pita, ondoka, nenda nyumbani. Kama ulikuwa humsaidii kazi za nyumbani, basi fika nyumbani, fanya kazi za nyumbani. Kama ni kuosha vyombo, osha vyombo. Kama ni kupika pika, pika. Akifika nyumbani, mkaribishe chakula, mwambie, mpenzi wangu, karibu chakula. Kama atakuwa na ujasiri usio wa kawaida atakaribia chakula, kula naye chakula maliza, nenda kaandae sehemu ya kupumzika, mwambie mpenzi wangu karibu tulale. Kama atakuwa na ujasiri usio wa kawaida atakuja, lakini naweza nikaamini kwamba hatokuja. Badala yake ataondoka, ataenda kwao ama ataenda kwa marafiki zake. Akishaenda kwa marafiki zake, mfate mwelezee, mbona umeondoka mpenzi wangu alafu hujaniaga kwa nini umekuja kwa mama hata hujaniambia? Ningekupata zawadi ukamletea mama, kwani ukujua ni muda mrefu mimi sijaonana na mama. Kwa nini umefanya hivyo? Na hii tabia umeianza lini? Mbona hauko hivyo? Ataanza kukwambia nisamehe, mpenzi wangu, niliukosea na vitu kama hivyo, atalia. Atakwambia hapana, mbona hujanikosea, kwani ulifanya kitu gani? Ataanza kuzungumza maneno mengi ya kujishusha, ukuomba msamaha. Wewe fanya kama hujataharuki, ama hujaona kitu chochote ambacho ni cha tofauti ambacho alikifanya. Tengeneza mazingira namna hiyo, ongea naye vizuri, mwambie tuende nyumbani tu. Inawezekana ukatengeneza mazingira akarudi nyumbani, mkarudi katika mahusiano yenu vizuri, mkaanza kwenda, lakini usimpige, usimtukane na usimfanyie kitu kingine chochote. Najua ni vigumu kuweza kutekeleza hilo lakini, ukiweza kulifanya hilo, lina matokeo makubwa sana kwenye mahusiano. Nakwambia hatoendelea kufanya hiyo Tabia. Kwa mendelezo wa dondoo mbalimbali za kukufunza uchumi na mahusiano. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Thank you. Bye bye.